Kujitolea kwa ajili ya uinjilishaji kunaweza kuchukua sura nyingi. Pengine kwa kutoa muda wetu, wapo watu ambao wanatolea muda wao kwa ajili ya kutegemeza kurasimisha na kuwenzi huu utume wa radio Maria. Wapo varantia wengi wametapakaa nchi nzima wanaojitolea muda wao kwa ajili ya utume wa radio Maria. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Kutoa kwa ajili ya radio Maria kwa ajili ya uinjilishaji pia ni pale tunapotumia talanta zetu. Wapo ambao wana, wapo pale wanasubiria kuambiwa, tunaomba tusaidie hiki, anafanya hiki, anafanya. Lakini wapo ambao wamejaliwa talanta fulani, taaruma fulani na wanajitolea kipekee kwa ajili ya uinjilishaji hasa kupitia kwa Radio Maria. Mungu awabariki sana. Wapo ambao wanajitolea rasilimali zao ama rasilimali zetu ndio kipekee katika hamasa hizi za Mariathoni tumejitolea wingi wetu, fedha, michango na sadaka zetu za aina mbalimbali, yaani majitoleo yetu ya aina mbalimbali mbali, machangizo yetu ya aina mbalimbali. Namna hizi zote ni katika kujitolea kwa ajili ya uinjilishaji, lakini pia wengine wamejaaliwa kutoa tu maneno ya faraja, maneno ya matumaini maneno ya kutia moyo kwa wanautume wa Radio Maria.